Namo tarehe nane mwezi wa tatu tuliadhimisha siku ya mwanamke shujaa, siku ya mwanamke duniani. Kwa hiyo huwa tuna kawaida sisi kila mwaka tunafanya sherehe, kwa hiyo na tunapokuwa na sherehe tunaalika wageni rasmi. Tumekuwa na wageni rasmi mfululizo, tuliwahi kumwalika ndugu yetu mwaka jumio mwaka uliofuata tulikuwa na mbunge wetu mstaafu Chiesiamo. Mwaka uliofuata tulikuwa na Mama Mary Priska, naibu waziri wakati huo uko maji, na mwaka huu tukaa tumemwalika Dr. Yasinta. Yeye ni daktari bingwa kwa watoto, kwa hiyo kaona atatufaa sana kwa ajili ya wakina mama na kwa ujio wake kuna akina mama ambao wamenufaika. Kwa hiyo siku ile sasa, baada ya kukusanyika pamoja, tukaona kuna umuhimu pia, kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, tukaona ni kuna umuhimu wa kumchangia mama, kwa sababu ilikuwa ni, ni siku yetu wanawake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 tukuu Tukuyu chuo cha mm -hmm. uwalimu na wao wakatoa hamasa. Sisi kama kikundi tulichangia laki moja, lakini sasa hii ya juzi tukaona hii ya kwetu sisi ile ilikuwa sehemu ya watu wengine, hii ya kwetu tukajitahidi, Mungu akatusaidia tukapata jumla ya shilingi milioni moja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 lakini tunataka ajue kwamba kuna watu ambao wanakubaliana na kazi anayoifanya. Hayo ndio tulikuwa nayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tunashukuru sana kwa kutupokea, na kama katibu alivyosema, tunathamini pia kazi yako uliyochukuka katika wilaya hii ya kwa kweli Rungwe ni salama